Asante sana. Mimi juzi Jumapili nimeona Gachagua anasema ati serikali inataka kumuoa, so mimi nashindwa, kwani William Ruto akonaja na Gachagua kweli? Eti rais wetu mpendwa mheshimiwa William Ruto aache tu kazi yake afuatane na Gachagua? Kwani Gachagua akona nini? Nini yenye Gachagua akonayo? Hakuna, hakuna kenye Gachagua akonayo na Ruto hizi mefuata na Gachagua na walio pia nyinyi mwache kututisha. Mnasema tulizika Jirongo na tochi. Hata sisi pia tulizika Raila na tochi. Sasa hii tochi, tochi yenye tulizika nayo na Raila, tuliweka hadi power bank inamulika, na imeshaanza kumulika Gachagua. Gachagua alikuwa anaruka asubuhi kufanya kazi ya Raila. Alikuwa anaruka asubuhi kufanya kazi ya Raila mpaka akasema ameweka, ameweka kila kitu, ameweka trap State House, Raila hizi ingia State House. Lakini kwa saa hii Norengo mwenyewe alituambia serikali na kulanga tu watu wake. Saa hii sasa, Ruto na mimi mheshimiwa William Ruto, Gachagua mali popote umemuona mpige tiagas. Mali popote umemuona mpige tiagas. Na kwanza sisi wananchi tuko na chuki na Gachagua sana. Na Gachagua lazima ukuje Bondo. Lazima uende Opoda Farm uombe Raila msamaha. Na usipo, usipo aenda Opoda Farm uombe Raila msamaha. Hata sisi wananchi hatutakukosea. Hatutakusameha. At, lazima, lazima uende Opoda Farm uombe Raila msamaha. Na usipo, usipo, hata sisi jamii ya wajaluo hatutakusamea. Na, Gachagua, tafadhali Gachagua. Mimi nakuomba Gachagua, heshimu William Ruto. Bila William Ruto aungejulikana hata hii Kenya, na kuna mwenye unachukia hadi kabila yako. Wa unachukia Ndindi Nyoro na ni kabila yako unachukia Koimburi nao ni kabila yako. Unachukia Irungu Kangata ni kabila yako. Unachukia Uhuru Kenyatta na huyo ni kabila yako. Je, mimi kama mjaluo utanipenda kama kabila yako ndo unachukia? Wakati ulikuwa dio, wewe mwenyewe ndo uliyoda wewe mwenyewe. Kachago ndo uliyoda Kenneth Matiba ashikwe. Wewe mwenyewe ndo uliyoda wakati ulikuwa dio, na Kenneth Matiba alikuwa mkikuyu mwenzako. Wewe mwenyewe, bibi ya Kenneth Matiba ali ali ali aliangaishwa hii Kenya, bibi ya Kenneth Matiba aliangaishwa hii Kenya mpaka wakamrep wewe mwenyewe ndio ulikuwa unatoa orders wakati ulikuwa DO. So wewe Gachagua kama kabila yako ndio upendi, kabila yako ndio upendi. Je, utapenda kabila zingine? Wewe mali popote uko tu wa Kikuyu. Mali popote wewe uko tu wa Kikuyu. Nchi gani huwa inareniwa na kabila moja? So wewe Gachagua, mimi nakuomba tu kwa heshima yako Gachagua. Achana na mambo ya ukabila. Achana na mambo ya ukabila. Na hii unataka kuteta, unataka kutenganisha wale na Wajaluo pia mimi, hatutakubali hakuna siku Mluya na mjaluo watatenganishwa na wewe Gachago. Mii nimekuona, nimekuona unataka utenganishe walio na wajaluo, lakini hiyo sisi hatutakubali, hatuta kubali, hatuta kubali na wajia. William Ruto afanye kazi yake, amalize yake kumi. Akisha maliza yake kumi, wewe ni mpaka 2037, ukutaka kusimama mpaka 2037, lakini 2037 hatuta kubali, hatuta kubali. We wewe tulishakusika atika kaburi la saau, sasa tu wa Munyoro utulie huko ahwllamruto afanye kazi yake kufuata, kufuata na, Gachago. Tanzaji, na Gachago. Gachago hata MCA hana. MP, aa, sasa Ruto, Ruto atamfuata aje Gachagua kona nini nini? Ni Gachagua kona nayo ndio mheshimiwa rais aache kazi yake, aanze kufuatana na Gachagua. Ruto, akam Gachagua kona? Nini, akuna kenye Gachagua kona nayo. Sawa, Gachagua acha kutupigia kelele. Sisi tumechoka na siasa za propaganda. Tumechoka na siasa za propaganda, na sisi tunataka maendeleo, na mimi naomba kabila yangu wa Jaluo, tafadhalini tu support hii serikali. Tu support hii serikali ndio 2032 William Ruto aongee na Makalenjin watirudishie mkono. Asante sana.